Zoezi la usajili wa makurutu wa polisi ulifanyika leo, ambapo maelfu ya wakenya walijitokeza katika vituo mbalimbali mbali nchini. Hata hivyo, baadhi yao walilalamikia kile walichosema ni kanuni kali na kuitaka idara ya polisi kulegeza kamba ili kuwaajiri wakenya zaidi. Huku hayo yakijiri kijiri, inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja akisema zoezi hilo limekamilika bila tashwishi yoyote saa mbili asubuhi. Maelfu ya vijana walimiminika katika vituo mia nne ishirini na saba kote nchini, kila mmoja akiwa na matumaini ya kujiunga na kikosi cha polisi. Hata hivyo, mchujo ulianza, mmoja baada ya mwingine wakiondolewa kwenye orodha. Jambo lilowagadhabisha baadhi ya waliochujwa. Mimi hapa kila siku natolewa kwa kusema mimi ni mfupi. Kwa nini? mimi nimeona mapolisi kama mimi wafupi. Height kwa nini? Hao watu hata saa hizi niko sure hawajazi namba yenye nafaa kuchukuliwa kazi, lakini mimi niko hapa, niko qualified na wananinyima. Nimekubali, sina discharge tena, nikaingia kwa line ya raia, kama sasa raia tu, niko qualified kwa credit, akakuja akanitoa tena, akanitoa kwa kiwanja. Sasa mi mi, mi sioni makosa hii hii recruitment sioni kama ni fair. Huwa nafanya vibarua zangu, so huko ndio nitarudi tu, like kama kuta, kama nitaangukia nyota fund pi inaweza nisaidia kujijenga kima project and whatever kuzungumza baada ya kukagua zoezi hilo kaunti za Narok na Machakos, inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja alibaini kuwa wale waliochaguliwa hi leo watafanyiwa mafunzo kabla ya kujiunga na kikosi cha NPS.

Uajiri wa kikosi cha polisi ulifanyika mwisho mwaka wa elfu mbili ishirini na mbili. Kwa sasa NPS inapania kuajiri maafisa elfu kumi. Lora Otieno, Runinga ya Citizen.